Subiri kwanza, hivyo unajua, kwa sasa tumefikia kipindi ambacho unaweza ukapiga simu ukatuma meseji pasipokuwa na MB, pasipokuwa na data yani salio. Lakini pia kikubwa zaidi ambacho kwa kweli kimenishtua, hata usipokuwa na line, still bado unaweza ukafanya mawasiliano kwa kutuma meseji na kupiga simu. Na jambo hili limewezekana katika toleo jipya la Tecno Spark 40, ambayo inakuja na special feature inayoitwa FreeLink, ambayo inakuwezesha kufanya mambo hayo yote bure kabisa. Na hivi ndivyo inavyofanya kazi. Ficha hii inategemea Bluetooth ili kuweza kufanikisha wewe kupiga simu kutuma voice note, au message bure kabisa kwa umbali wa mita 500. Hapa tunazungumzia viwanja vitano vya mpira ukiviunganisha kwa urefu. Kwa hiyo unaweza kuona ni umbali kiasi gani. Kwa hiyo Tecno amekuja kuleta suluhisho kwenye maeneo ambayo huwa yanasumbua mitandao lakini pia kufanya mawasiliano kuwa rahisi sana. Jambo hili litakuwa limekushangaza sana, lakini nataka nikwambie unapokuwa na simu hii bado hujashangaa, kwani katika simu hii tunapata remote control feature, ambayo feature hii itakuwezesha kuweza kucontrol kama una smart TV, kucontrol AC na mambo yote ambayo yanahitaji remote kupitia simu yako. Tukiachilia mbali yote hayo, si tunasema simu ni kamera? Basi Tecno wamelisikia hilo. Katika simu hii tunapata kamera ambayo ina megapixel 50 kwa nyuma, lakini pia megapixel 8 na kumi na tatu kwa mbele, ambayo hii inasaidia kuweza kupata picha na video kali kabisa. Lakini kwenye upande wa kamera bado kuna features zenye kushangaza sana, kwa sababu kipindi cha nyuma tuliona uh, flash snap. Lakini ndani ya hii simu tunapata AIGC portrait, lakini pia dual camera, yani unaweza kutumia kamera zote mbili za nyuma na mbele kwa wakati mmoja unapokuwa na simu hii Tecno Spark 40. Lakini pia Tecno Spark 40 inakuja na uwezo mkubwa wa betri, tukiachilia mbali umbo lake, kwamba simu hii kwa ni nyembamba kama inavyoonekana, kwani inakuja na unene wa sentimita 0.649 ambayo inaonekana kuwa nyembamba sana, lakini na betri kubwa sana, na hapa tunazungumzia betri yenye uwezo wa miliampia 5200 ambalo unaweza ukalichaji kwa muda wa dakika 45 mpaka dakika 50 tu, na ikawa imejaa. Na bila kusahau, simu hii unaweza ukaicharge wireless. Yaani kama una wireless charger, bado simu hii ina support wireless licha ya kuwa na umbile jembamba hivi, na hatuja sahau kwamba simu hii bado ina feature ambayo ni reverse charger. Yaani unaweza ukatoa charge kwenye simu hii na ukachaji kifaa chako chochote, au ni simu au ni earpod na vingine vyote. Simu hii bado inashangaza sana, na kwa namna ambavyo teknolojia inaenda matoleo mapya ya simu ambazo zinatoka hivi basi zinakuwa powered by AI na hapa tunaongelea Tecno Spark 40, ambayo pia iko powered by AI. Katika simu hii tunapata AI kadhaa, na hapa tunaongelea Circle to Search, tunaongelea Ella ambayo huyu ni personal assistance wa simu zote za Tecno ambazo zinatoka hivi karibuni, lakini bila kusahau uh, tuna AIGC Portrait, AI Raise na AI nyingi kabisa. Simu hii inapatikana kwa bajeti ya shilingi laki tano tu, na mambo yote yanakuwa ya kwako.